Naam, biashara haramu ya nyama na ngozi ya punda bado ipo licha ya marufuku iliyowekwa. Naam, katika kaunti za Turkana, Machakos na Embu, mnyama huyo anayetegemewa na wengi sasa yuko katika hatari ya kuangamia. Na kama anavyoarifu Evans Asiba kwenye sehemu ya kwanza ya makala maalum ya punda ng'ombe, cha kusikitisha ni kuwa biashara haramu ya punda inaendelea nchini machoni pa polisi. Kaunti ya Turkana ni makazi ya takriban watu laki tisa, wengi wao wakiwa wafugaji. Jamii hii inamdhamini sana punda <coughs> ambaye hutumiwa kwa kazi za nyumbani, usafiri wa watu na bidhaa, na hata kwa mahari. Hata hivyo kwa muongo mmoja sasa idadi ya punda inaendelea kupungua na kuzua hofu miongoni mwa wenyeji. Wizi wa punda umekiviri mno hapa Lodwa. Mimi mwenyewe nilikuwa na funda karibu foti. Hiyo funda foti haiko sahi, imepotea sana, sababu ile imebaki imebaki sitatu. Wanyama wanaoibwa huuzwa na kuchinjwa kwa minajili ya nyama na ngozi. Kichinjio cha kibinafsi kinachomilikiwa na raia mmoja wa China kinaonekana kuendeleza biashara hiyo haramu licha ya marufuku iliyowekwa mwaka elfu mbili ishirini. <tune> Baadhi ya punda pia huibwa katika nchi jirani za Uganda na Sudan Kusini. Nilikuwa na funda arobaini. mm. e. mm. e. Tangu wakati hiyo mpaka saa hii nimepoteza funda ishirini, kulingana na, na ukame imechangiwa tena, mm. e. ikabaki na 15. Mm. Sasa mm. wenye wanafanya hiyo nini mambo ya kuua punda ama kunyang'anya punda watu na kuenda kuua msituni bure hivyo, mm. hawa watu wanafaa kuchukuliwa hatua mm. na wachane na hiyo kazi mbaya ya ramu hiyo. Uchunguzi wa kina wa miezi minne uliofanya na runinga ya Citizen ulibaini kuwa biashara ya punda inafanyika kwa siri hapa Lodwa. ah! Jengo hili lenye upweke na ukimya mkubwa liko katikati mwa mji wa Lodwa. Mengi yanaendelea hapa kwa siri. Picha za angani za kichinjio hiki zinaashiria kuwa ni mahame. Wageni na wapita njia huenda wakadania hakuna shughuli yoyote inayoendelea hapa. Kazi ambazo hufanywa hapo ndani kuna kuchinja punda, na hizi punda huwa zinachinjwa na mashini, sio wanadamu wanachinja, wana punda ikiingia, uh, dakika moja tu ishachinjwa, wametoa ngozi, uh, nyama imetolewa, na hizo nyama ambazo huwa zinapatikana kwa punda huwa zinawekwa katika fridge. So askari wanakuja hapa kuchunga kampuni, e, mchana wawili na jioni wawili, e, kuchunga wale wako ndani, wale wachina wako hapo ndani. Kwa malipo zijui, lakini wanalipangwa kwa mwezi. Picha zetu za angani zilionyesha punda waliokuwa malishoni ndani ya kichinjo hiki na baada ya uchunguzi wa siku tano, mchana na usiku, tulifanikiwa kuwaona maafisa wawili wa polisi waliokuwa wameshika doria ndani ya kiwanda hiki. Kuingia hapo ni vigumu kwa sababu eh, maafisa ndio wanalinda pale. Hawawezi wakakuruhusu ukaingia pale, hata kama wewe ni nani, hauwezi ruhusiwa kuingia pale. Watakuuliza kama uko na warrant kutoka kwa polisi, ndipoza uweze kupewa nafasi ya kufunguliwa pale kuingia. Kuwepo kwa maafisa wa polisi kulitatiza kazi yetu, na tukalazimika kufunga safari ya kurejea jijini Nakuru ili kupanga mikakati zaidi ya kuingia katika kichinjio hicho. Tulifanya mkutano wa faragha na mshirikishi wa bonde la Ufa Daktari Hassan Abdi na wakuu wa vitengo tofauti vya polisi kunde. Baada ya kikao hicho, tulianza safari ya kurudi tena Lodwar. Tuliandamana na maafisa wanane kutoka vitengo vitatu vya polisi. Hii ni safari ya tatu sasa kuelekea Lodwar ila raundi hii tunaandamana na maafisa wa polisi kutoka Nakuru. Kwenye lango kuu, tunawapata polisi wakiwa na sare za kazi na bunduki. Ndani ya kichinjio tunakumbana na watu watatu, raia wa Uchina na wafanyi kazi, mmoja wao akikubali kuzungumza nasi. ile nyama mzee, yenye mlipata hapo, hiyo nyama mdosia walikuwa alikuwa amesema inaezaoshwa, ikioshwa, iki itarudi upya, itarudi kama ni fresh Lafu ipelekwe Uchina mm. E, na bado kwa hiyo nyama kulikuwa na ngozi ngozi ambayo ilikuwa inanunuliwa kutoka wakulima wa wenye wa wwale watu wanini ndo wa, wa, ipelekwe kwenda Uchina pia. Wanaoendesha biashara hii haramu walidinda kutufungulia kontena zilizokuwepo. Eita hey, tufunje hii na tuangalie chenye iko ndani, sababu tayari tuko na hisu sawa, abia kuliko mambo mengi Sababu, kukataa lakini, kwa ushawishi wa maafisa wa usalama hatimaye walizifungua. <coughs> Uvundo mkali uliotoka hapo ulichafua hewa eneo nzima. Uvundo huo ulitoka kwenye nyama iliyokuwa ndani, tukisalia kwa mshangao. Nyama pamoja na ngozi zilikuwa zimejaa hapa. <coughs> ni ya nyama ile. Tulipatana na majabu zaidi. Magunia ya kilo mia moja yalikuwa yamepangwa moja juu ya lingine, ndani yake kukiwa na nyama ya punda kwenye majokovu. Mfanyikazi mmoja alitueleza kuwa nyama ile hukaa humo ndani kwa muda mrefu bila kuharibika, ikisubiri kusafirishwa. Nyama imekaa hadi miaka tatu, miaka miwili, na ngozi nayo huwa inakaushwa Ikishakaushwa uh, wajue imekaushwa vizuri, kuna kusafirishwa. Kuna gari ambalo huwa linakuja hapo ndani, linaweza kusafirisha hiyo ngozi, na vile vile kuna gari ambayo iko na ice ndani, huwa inasafirisha uh, nyama. Nyama nyingine hubaki kwa matumizi ya wa Wachina wanaofanya kazi nchini, haswa wale wanajenga barabara hizo nyama huwa wanasuplai kwa e, ile maeneo ya ujenzi, na ngozi huwa inatolewa, lakini sielewi ni wapi huwa inaenda, lakini kuna gari ambao huwa inakuja ikibeba hiyo ngozi. Tunaambiwa kuwa punda hawa ambao huchinjwa huibiwa kutoka kwa wafugaji wa kaunti hii. Kwa wale ambao wanafanikiwa kuleta uh, punda pale ndani huwa wanalipwa kulingana na uzani wa, wa punda kilo moja ya nyama ya punda inauzwa kati ya shilingi mia moja na kumi na mia moja thelathini. Ngozi nayo ikiuzwa kwa shilingi elfu kumi na tano. Kuna vijana ambao wamepewa hiyo kandarasi ya kusafirisha ngozi. Na hiyo ngozi, eh, namna inavyoingia hapo ndani inakuja kwa mwendo wa kazi, inashinda hata gari ya kubeba miraa wale vijana ambao wanaendesha uh, pikipiki wanapita kana kwamba kuna hatari kule mbele. Upelelezi wetu unabaini kuwa nyama na ngozi husafirishwa usiku chini ya ulinzi wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Lodwa. Hili eneo liko na CCTV. Wewe before ufike kwa geti, huko ndani hawa wachainisi na wale watu na maafisa huko wameshaona ni mtu wa aina gani ambayo ako kwa geti wameweka CCTV kila mahali, kitambo uingie, wamejua ni nani huyo, na wanaanza kujipanga aidha. Wiki tatu kabla ujio wetu, lori mbili zilizokuwa na nyama ya punda na ngozi zilikuwa zimeondoka kuelekea bandari ya Mombasa ili kusafirishwa hadi Uchina. Mwandani wetu wa siri anasema lori hizo zilikamatwa na polisi wiki tatu mbili zilizopita. Kuna ngozi ilitoka hapa, lori mbili Eh, ikapelekwa di Nairobi lakini kwa barabara ilishikwa wakati ilifika Rokichar, haikuwa hai safari rahisi kutoka Lodwar hadi Lokichar, Kainuk hadi West Pokot, Kitale mjini na hatimaye Nairobi. Malipo yote yanatolewa pesa taslim ili kuhakikisha biashara hii imesalia siri. Maafisa ambao tunafanya hapa ndani tunapewa cash money na maafisa wa kutoka kitengo cha Kenya Police au vile vile wanalipwa na pesa zingine, huwa zinapeanwa kwa wakubwa wao kwa sababu au wakubwa wao ndio wamewaleta wa wa wa wa wa wa hapa ndani, na hapa ndani uh, pesa ziko enough hawa pesa kwa simu. Maafisa wa polisi tulienda nao waliokamata Wachina watatu na Mkenya mmoja waliopatikana wakiendesha biashara hii haramu. Hii ni baada ya idara ya uhamiaji kubaini kwa vibali vya Wachina hao kuwa nchini vilikuwa vimekwisha muda. Mwaka elfu mbili kumi na tano miaka mitano tangu serikali ya Kenya kupiga marufuku uchenjaji wa punda nchini, hatua hii imesalia ndoto, kwani baadhi ya Wakenya kwa, wa kwa ushirikiano na raia wa Uchina wamekuwa wakiendelesha biashara hii japo kwa siri Evans Asiba, Runinga ya Citizen, Lodwar Kaunti county ya Turkana <tune>